Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Albert Chalamila akiwa kwenye ziara Kongowe, Mbagala amezungumza kuhusu wanaopanga kufanya maandamano siku ya uchaguzi Oktoba 29. Akizungumza zaidi, mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila amezungumza haya. Endeleeni kuwa wasikivu, endeleeni kuwa wasikivu. Nimesoma kwenye mitandao, wapo baadhi ya vijana wenzetu, makada wa vyama vya siasa, wanasema tarehe 29 mwezi wa kumi na moja, mwezi wa kumi, siku ya uchaguzi wataandamana, watafanya fujo. Wengine wamesema wataenda kuchoma vituo hivi vya mafuta. Mimi naomba niwaeleze ukweli ndugu zangu, wana Kongowe, mji wenu huu wa Dar es Salaam uko salama sana, wala msije mkaogopa kitu chochote. Hata kama wewe ndio unayetaka kufanya, hata wewe wala usiogope. Wewe kama unataka kufanya, wala usiogope, wala mtu asikutishie kwamba bwana, hebu acha. Wala wewe nenda tu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 Jengo linaporomoka, limepigwa mabomu, watu wanakufa elfu moja. Watoto wanakimbia, akina mama wanakimbia. Baba elewa watoto wako wapi. Msicheze na amani ya taifa hili.